Leo tunaangazia siku maalum ya Mei Mosi, ambayo huadhimishwa kila mwaka tarehe moja mwezi Mei. Hii ni siku maalum kima ya kimataifa ya wafanyakazi. Lengo la maadhimisho haya ni kutambua mchango mkubwa katika maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Tirido kama taasisi ya umma na yenye wafanyakazi, na siku ya Mei Mosi ni kwa ajili ya wafanyakazi wote duniani. Kwa hiyo, Tirido inashiriki kikamilifu katika maadhimisho haya ya Mei Mosi kupitia mabaraza ya wafanyakazi mahala pa kazi, zile changamoto ambazo wafanyakazi tunaziona zinatisha, kwenye baraza tunasema, kwenye baraza tunataka nini na nini zeni, uongozi au mwajiri anachukua zile changamoto na kuzifanyia kazi. Kauli mbiu ya mwaka huu inatuhusu sisi kama wanawake kwenda kushiriki kamilifu katika kuchukua pia nafasi za uongozi na kuchagua viongozi ambao watatusaidia katika maslahi ya yote ya wanawake. Meimosi ni kama ukumbusho kwa wafanyakazi kutekeleza majukumu yao kwa usahihi, lakini pia kukumbuka haki na stahiki zao kutoka kwa waajiri wao. Mafanikio ambayo vijana tumeyapata kwenye kipindi hiki cha mwaka mmoja, moja wapo ni ushirikishwaji wa vijana kwenye nafasi mbalimbali za kiutendaji na utumishi katika shirika. Mfano, wapo viongozi kwenye vitengo ambao ni vijana na pia vile vile kwenye chama cha wafanyakazi viongozi wapo ambao nao wana sifa ya kuwa ni vijana vile vile. Kwa hiyo kwenye mwaka huu tumeona mafanikio kwa upande huo, kama chama cha wafanyakazi na shauri, vijana wenzangu wote wajitokeze kwa wingi na wajitokeze kwa moyo wote katika kuchagua viongozi wetu bora miaka mingi hata tupokuwa shule ya msingi tulikuwa tukijua siku ya mapumziko kwetu, lakini sasa hivi nimeenjoy zaidi kwa sababu ninakuwa nakutana na wafanyakazi wengi sana katika biashara zangu. Kwa hiyo, uh, bia, siku ya wafanya kazi kwangu, imekuwa na fursa na nafasi na fursa katika maisha yangu kwa sababu nimekuwa nategemea wafanyakazi ambao wanapata pesa na kuweza kuniletea katika ofisi yangu ninapokuwa nafanya kazi zangu za kibiashara, kwa hiyo najikuta napata nafasi kubwa na kujipatia kipato zaidi. Ajira ni changamoto kubwa sana katika taifa letu. Tumeona hivi karibuni taasisi za serikali zikiwa zinatangaza kazi, idadi ya watu ambao wanakwenda kuomba kazi ni watu wengi sana, na wanaokwenda kuchukuliwa nakuta ni 0.01 ya wale ambao wamekwenda kuomba kazi. Tunashukuru sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia maazimisho haya ya siku ya wafanyakazi. Mwaka jana tulikuwa na hoja nyingi ambazo tuliziwasilisha lakini tunashukuru serikali yetu ni sikivu, mengi yametekelezwa. Nikisema kwa mfano, kuna upandishwaji wa madaraja. Tumeshuhudia wafanyakazi nchi nzima wakipandishwa madaraja na stahiki mbalimbali mbali ambazo watumishi watu walikuwa wakidai zimeweza kutekelezwa. Lakini sisi kama tuge tulikuja na hoja moja kubwa kwa ajili ya wafanyakazi, tulikuwa tukiona wafanyakazi wenzetu wakinamama wakijifungua watoto ambao hawajatimia umri wake almaarufu watoto njiti, walikuwa wakipata changamoto sana katika malezi. Tuliliwasilisha kwenye Meimosi ya mwaka jana na lilipokelewa na mgeni rasmi kwa, kwa moyo mkunjufu na limetekelezwa. Sisi hiyo tunaiona ni mafanikio makubwa sana kwa wafanyakazi ambao ni wakina mama wanaojifungua watoto njiti kukubaliwa kwamba watakapokuwa wamejifungua watoto njiti wataongezewa muda wa kuwalea wale watoto mpaka watakapokuwa wametimiza muda wao kuzalia. Mei Mosi ilianza Marekani mwaka 1886 ambapo wafanyakazi walidai haki ya kufanya kazi kwa saa nane tu kwa siku. Tangu wakati huo imekuwa siku ya mshikamano, mapambano na matumaini kwa wafanyakazi duniani kote kila mwaka maelfu ya wafanyakazi hukusanyika kwa maandamano ya amani na maadhimisho ya kitaifa. Kauli mbiu za kila mwaka hubeba ujumbe mahususi, na mwaka huu kauli mbiu ni "Uchaguzi mkuu 2025 utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi sote tushiriki." Mei Mosi ni zaidi ya sherehe, ni siku ya kutafakari, kudai haki na kujenga mshikamano. Ni siku ya kusema mfanyakazi anastahili heshima ulinzi na thamani. Katika dunia inayobadilika kwa kasi, ni muhimu zaidi ya wakati wowote wa kuenzi na kulinda haki za wale wanaojenga nchi kwa mikono yao. Mei mosi njema kwa kila mfanyakazi, kwa kila mtumishi, kwa kila mjenzi wa taifa. Mimi ni Jamalti kutoka SAT Media.